Yeitwa is ni namba moja kutetea wote, tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sisi wauaji na waliowawa wa tumeumbwa kwa mfano na sura, ni lazima tuwapate watetezi. Watetezi wazuri kabisa ni nyinyi nyinyia zewatu maana ya uhai na kazi kubwa ya uhai ni kumtukuza Mungu, kumpenda Mungu, kumtetea Mungu. Tumeumbwa kwa mfano na sura yake. Sasa ndugu zangu, mmeona haya yaliyooto, watu wameuawa huku jimbo letu na mkoa wetu havikuwa vikubwa sana, lakini yako maeneo wamekufa wengi. Ni matokeo ya dhambi, ni matokeo ya kupuuza uhai, zawadi anayoipata kila moja bila kuiuliza na bila kuiona tunapozaliwa wote ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tutetee hiyo zawadi, hatuna silaha. Silaha yetu sisi ni neno la Mungu, usiue. Tena hii usiue haijataja kama usiue mtu, hata sisimizi. Sasa anapopatikana mtu wa kuchagulia risasi na ku na kukuacha